A taarifa ya habari, mimi ni Elisha Elia. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanaoishi katika maeneo hatarishi na yale yaliyojengwa kinyume cha sheria wameanza kuondoka katika maeneo hayo kupisha zoezi la bomoabomoa. Wakizungumza na mwandishi wa TBC, wakazi wa eneo la Jangwani wamesema wameamua kuondoka kwa hiari yao ili kunusuru baadhi ya mali zao. Maria Kapalasula ameandaa taarifa ifuatayo. Mwezi Disemba mwaka 2015, ofisi ya makamu wa rais mazingira kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ilitangaza kufanya zoezi la bomoabomoa makazi ya watu waliojengwa katika maeneo hatarishi na yale yaliyojengwa kinyume cha sheria. Kwa jiji la Dar es Salaam, zoezi hilo limefanyika kwa siku kadhaa katika manispaa za Kinondoni na Ilala kabla ya kuzitishwa ili kutoa muda kwa wakazi wanaoishi katika maeneo hayo kuhamisha mali zao kwa hiari. Muda uliotolewa wa siku kumi na nne umekwisha na kinachofuata ni zoezi la ubomoaji. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameanza kuondoka katika maeneo yao. Hatukatai kuondoka hapa, hatukatai tukuhama kwa hili lililotokea. Hata wakija sasa hivi wakitubeba sisi wakitupeleka huko magwe pande, sisi tuko tayari. Umesikia, tuko tayari kwenda huko magwe pande tukakae, watupe viwanja na vibati kama walivyowapa wenzetu. Sisi tuko tayari kwani iliotokea ila, wanaohama hawa wengi unaona mizigo ni wapangaji, kwa sababu wapangaji, hela zao, nyumba zao ziko mifukoni. Maisha yashabadilika kiukweli, kwa sababu ukimuuliza mtu yoyote, hakuna nacho ambacho labda anafikiria kwamba anaweza kufanya huko mbele. Yani kila mtu amechanganyikiwa, kwa hata ukimuuliza mtu yote kwamba anaenda wapi ila kila mtu tu anahamisha vitu lakini ukimuliza hasa anaelekea wapi, hawezi kujibu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusiana na zoezi hilo, mkuu wa mkoa Dar es Salaam Said Mek Sadiki amesema kuwa zoezi hilo ni kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo zoezi linaloendelea sasa hivi linasimamiwa na ofisi ya makamu wa rais chini ya idara husika inayohusiana na mazingira ndiyo wenye zoezi kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi, Makazi na Nyumba. Hawa ndio wenye zoezi hili linaloendelea sasa hivi ambapo kama mlivyokwisha elezwa nyumba ambazo zita zitaathirika na zoezi hili ni kiasi cha nyumba zaidi ya elfu nane kidogo, lakini imetokea tu kwamba zoezi hili sasa liko mkoa wa Dar es Salaam, na ndio maana watu wengi wanadhani eh, hili zoezi ni la mkoa au ofisi ya mkoa wa Dar es Salaam. Sadiki pia ametoa wito kwa baadhi ya watu wanaopotosha zoezi hilo kuacha hivyo mara moja, lakini nilikuwa nadhani waswahili wanasema, za kuambiwa changanya na zako. Ni vizuri wakaanza kuchanganya na zao mapema, wasizidi kucheleweshwa kujiletea maendeleo yao ni vyema wakafanya uamuzi wa kuhama kwa hiari yao, wakabomoa nyumba zao, wakaondoa bahati zao wa na matofali, chochote kile ambacho na hapa, walipewa muda karibu wa wiki mbili. Kwa mtu yeyote ambaye alikuwa makini, angeweza akasalimisha vitu vyake badala ya kuja Awamu ya kwanza ya bomoa bomoa kwa mkoa wa Dar es Salaam imehusisha takribani nyumba 350 na awamu ya pili itahusisha nyumba elfu nane. Maria Kapalasula, TBC, Dar es Salaam.